Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wabarakatu. Nimefurahi kukutana na nyinyi, nimefurahi kufika kwenye mji huu na kanda hii ya kusini kwa ujumla, hususan upande huu wa Mtwara kidawa kidawa huwa ni mara ya kwanza kisema ukanda huu wa Mtwara kwa sababu mwaka elfu mbili na ishirini na nane ishirini na moja tuli tulienda Rwangwa, ilikuwa mara ya kwanza pia Rwangwa na Chingwea pamoja na Masasi ama upande huu wa Mtwara, kwa maana Newala, Mahuta, Tandaimba, Mtwara mjini, kidao ndio mara ya kwanza na kwa mkoa wa Mtwara kwa ujumla. Mara ya mwisho kufika Mtwara kwa ujumla, yaani Mtwara mjini sasa tena lipita tu, ilikuwa mwaka 1997 mwaka elfu 97 tunashukuru Allah subhanahu wa taala kwa uzima, lakini kubwa zaidi kwa kutuongoza katika dini ya haqi ya Uislamu na vile vile kutuwafikisha kushikamana na manhaji hii almanhaji salafi. Kwa hiyo mimi binafsi nashukuru ni yani khair, lakini pia nashukuru zaidi kwa Allah kuwafikisha nyinyi ndugu zangu na sisi kwa ujumla kuwa maduat wa dawa hii ya asalaf. Hii ni fadhila kubwa, ndugu zangu. Hakuna utajiri mkubwa duniani kama kuongozwa na Allah subhanahu wataala, katika dawa salafia, tena ukawa dai katika dawa hii. Hakuna utajiri kama huu, abadan. Sikudanganye mtu awe na mihela utajiri wa kupindukia, lakini hawezi kuwa na fadhila kama aliyokuwa nayo dai wa kisalafi, dai wa tauhid, kwa sababu hii ndio dawa waliyolingania Ibrahimu alaihi salam, ndio dawa waliolingania mitume wote, fadhlun adhim sha Allah. hii ni huu ni urithi wa mitume

Lakini vile vile sio hivyo tu, na kushiriki durus, kujadidi maalumat, kufanya mudhakara, hii ni fadhila kubwa. Unaweza ukawa dai, lakini unajiona wewe ushafika mwisho wa ilmu, hadha khataun kabir, kosa kubwa. Hata uwe na ilmu vipi, huwezi kusema umefika mwisho hata siku moja. Hiyo uliyokuwa nayo chache inahitaji muraja na, na, na mudhakara hiyo chache uliyokuwa nayo sote sisi so tunahitaji mudhakara na muraja kuo. Nimefurahi kuambiwa kuna darsa hapa kila Jumamosi wanashiriki maduati, wallahi ni fadhila kubwa, ni sehemu katika mudhakara na muraja na kuza ilmu zenu na kukumbuka yale ambayo labda ulikuwa umesahau, nyinyi na anayefundisha wote mnafanya muraja na mudhakara na sisi vile vile kwa njia zetu huko nafanya muraja na mudhaka wa hakadha, na hiyo ndio ilmu na hiyo ndio dawa. Ama ukisema mimi khalasi shamaliza kusoma si, mimi nasomesha tu, unatakana, unaposomesha pia uingize kitu kipya. Unatoa unaingiza elimu, unatoa elimu unaingiza elimu, na huku ndiko kupandisha ilmu. Kwa hiyo ni kheri na fadhila kubwa kuwa na darsa kama hii pamoja na ndugu yenu Sheikh Abu Nuwaira, na nyinyi kwa ujumla kushirikiana naye, na sisi pia kushirikiana naye na nyinyi kushirikiana na sisi, yote ni katika njia bora kabisa ya kukuza elimu zetu na kuendeleza ilmu. Ametuwafikisha Allah subhanahu wa taala kukariri hichi kitabu.

Kanuni hizi ziko kwa mujibu wa Qurani na Sunna. Hapa makusudio ya kuamrisha mema na kukataza maovu ni dawa kwa ujumla, makusudio yake ni aldawatu bilumum, ni dawa kwa ujumla. Pamoja na kwamba tunaposema alamru bilmaarufi annahyi an lmunkari ni maana maalum katika mlango wa daawa, kwa sababu daawa ina milango mitatu. Kisema aldawatu ila Allah ina milango mitatu. Mlango wa kwanza ni dawatu ila Allah, jina lenyewe dawatu ila Allah. Huu ni mlango wa kwanza. Mlango wa pili ni alamru bilmarufi wanahyu 'anil munkar. Huu ni mlango wa pili. Mlango wa tatu ni al-ihtisab. Mlango wa tatu ni al-ihtisab au kwa jina lingine anaita al-hisba. Au kwa jina lingine anaita al-hisba, na milango yote ina tofautiana, yaani hii kwa maana maalum. Sasa navyosema addawatu ila Allah ni kama vile duara kubwa, alafu alamru bilmaruf wa nahyi anil munkar ni duara dogo liko ndani ya duara kubwa, alafu ukisema al-ihtisab ni duara dogo zaidi liloko ndani ya duara ila juu na la duara kubwa. Unaweza kuchora duara kubwa la kwanza ukaliandika ad-da'wati ila Allah ndani yake kuna al-amru bil ma'ruf wal nahy anil munkar, duara liko ndani yake. Ndani al-amru bil ma'ruf wal nahy anil munkar kuna kiduara kidogo ambacho kinaitwa al-ihtisab au al-hisba au al-hisba. Tumeona maana yake ni kwamba al-amru bil ma'ruf wal nahy anil munkar pamoja na al-hisba ni sehemu katika ad-da'wah.

E, kusomesha darasani chuki kawaida haingi. Al-amru bil ma'ruf wa an-nahy an ya kuamrisha mema na kukataza maovu kwa ujumla, kwamba unaamrisha mema ambayo hayatendwi <coughs> unakataza maovu yanayotendwa. Halafu al-hisba ni unapomuona mtu fulani anatenda ovu, kule kumkataza ule mtu fulani, hiyo inaitwa al ihtisabu au mtu fulani hafanyi jema, kule kumwamrisha wewe fanya hili, hiyo ndio alihtisabu. Unaona tofauti ya al-amru bil maruf wa nahyi anil munkar na alihtisab au al-hisba. Al-amru bil maruf wa nahyi anil munkar, mfano hapa Mahuta, mfano kwe kuna watu wanakunywa pombe sana, kwa hiyo unaweka muhadhara wa wazi au msikitini kwenye khutba au muhadhara kuzungumzia uharamu wa pombe na kukataza watu kunywa kwa ujumla, sawa. Sasa mfano wewe umetoka nje, umemwona mtu fulani yule anakunywa pombe pale, ukaenda ukamwambia, fulani, usinywe pombe, ni haramu, hiyo inaitwa al-ihtisab. Kwa hiyo al-ihtisab iko ndani ya amru bil maruf wa yani, nahi nahi yani munkar Tofauti yake ni kwamba kwa hii iko kwa ujumla sana, hii unamwajihi mtu moja kwa moja pale anapofanya kile kitendo, namkataza au mnaenda kuswali mtu kwakat, twende tukaswali, ule kumwamrisha mkaswali, ndio alihtisab ambao fil asli iko ndani al-amru bil maruf wa nahi anil munkar. Na hiyo ni al-amru bil maruf wa nahi anil munkar iko ndani ya da'wa. Tumeelewa mpaka

Alustadhi doktor maana yake ni profesa full profesa, full profesa. Maprofesa wako wana namna mbili duniani kote, yaani maprofesa, iwe wa dini iwe wa mambo ya dunia, wako wana namna mbili. Kuna profesa mshiriki. Anaitwa profesa mshiriki sawa, so, halafu kuna full profesa ambaye yeye ashakuwa profesa kamili Sasa uh, profesa mshiriki kwenye Kiarabu anaita ustadh musharik ustadh musharik ustadh mshiriki yani profesa mshiriki, ama ful profesa profesa tu anaitwa alustadh doktor ful profesa. Na hivi kwenye mambo ya vyeo vya elimu yani kisasa hii hii ndio ya mwisho. Kisasa, kisasa, kisasa, aila iko zamani vilikuweko vyeo vinavyotambulisha elimu, lakini sio kwa hii kisasa. Kulikuwa kuna muhaddith, kuna hafidh, kuna wa ma ila dhalik, kuna imam al-allama al kisikia, imam al-allama al ake si mtu mdogo, sio shekhe tu kawaida la huyo, na kiwango cha juu. Kwa hiyo zipo kwa utaratibu wetu wa watu wa hadithi lakini hii mambo ya kisasa huu kisasa ukawekwa pia kwenye dini kiawemo kwamba kwa unaanza uh, ibtidai ndio primary huko, uh, inabaliziwa na kwenye mutawasita kuna sekondari na ailevu uh, ambao ni thanawi. Unaingia jamia ambao ni uh, digrii ya kwanza unaingia masters, digrii ya pili. Unaingia PhD, digrii ya tatu. Baada ya hapo unapanda. Sasa hivi ni vile ambavyo unavisoma darasani na bahathi za kiwanafunzi. Baada ya hapo, unakuwa tayari ushakuwa ni mwalimu wa jamia wa university au vipi? Sasa unapandisha kile kiwango chako kuanzia pale, kuna kitu kinaitwa sasa, kwanza unaanza unakuwa mhadhiri Sikia, mhadhiri wa chuo kikuu, maana yake yeye bado hajawa, uh, profesa si mshiriki, si profesa, si profesa mshiriki, uh, bali unakuwa unaitwa mhadhiri wala, okay. pia kuna kitu profesa msaidizi, hujafika hicho kiwango. Ukitoka hapo kwenye mhadhiri, unapanda kiwango, unapanda kiwango kwa kuandika research, kwa kuandika bahthi, buhuthi hizi unaandika Yaani huko sio kwamba unajipewa pewa, tunafanya kazi, alafu ieleweke ipitishwe, nyangaliwe nafauna fauna. Kwa kuandika kama jamii ya Islamia kule, naandika bahthi eh, kuanzia mhadhiri nadia bah, bahthi mbili alafu profesa msaidizi ustadhi Musa naandika bahthi nne, baada ya miaka kadhaa ikipita zikipita hizo zikipitishwa, majopo majopo majopo, zinachapwa machapisho, yanachapwa moja kati ya majarida, yanaenezwa watu wasafiri, na utendaji unapanda chi. Jambo la kushangaza zaidi ni kwamba kutoka profesa msaidizi unaingia profesa mshiriki kwa njia hiyo ya kuchapa machapisho na buh na research. Ukipita hizo afaya zingine, uwe, uwe profesa kamili kwa hiyo ni kazi e, mara nyingi mpaka unafika huko profesa kamil, maanake ushakuwa mzee kidogo, au unakaribia huko. Ni nchi za Ulaya, kwa sababu wanasoma mapema, unaweza kuta kijana mdogo miaka 30, ni profesa kamil nchi za Ulaya. Lakini kwa kwetu, eh kidogo, tunachukua muda mrefu elimu zetu. Sasa, Ustad Dr Hamud bin Ahmed Al Rahili profesa ambaye ni moja katika walimu wangu alionisomesha rahimahullah, ameshafariki somesha jamii ya Islamia uh, kuanzia diploma ya juu kisha masters kisha PhD alinisomesha na ana mchango mkubwa kwangu mimi katika masuala mazima ya kujua research na kujua madhahib fikiria. Ameandika vitabu vingi vinavyohusiana na madhahibu fikiria Hili somo la madhahib fikiria au hii fani au haya mambo yalikuwa amevamiwa sana na maikhwani muslimu mahizbi, ndio walikuwa wameandika A... sa Daktari Hamud Ruhaili akapewa kazi na Jamia kwa ishara maulama kwamba akaandike kuhusiana na haya mambo ya madhahib fikiria katika njia ya kisalafi. Akapewa kazi hiyo, kwa sababu kila unapoangalia wameandika Lakini wameandika maikhwani na mahizbi, hizbi hizbi, kikhwani ikhwani, kwa akaambiwa kaandike sasa, alafu uandike katika manhaji ya kisalafi, yani kuzungumzia haya hizi madhahibu fikiria. Madhahibu fikiria mnazijua, ni kama vile ubepari, sijui jamaa up to us 50000 credit line enjoy flexible payment terms factory direct sourcing kabaila vitu kama hivyo usekularizimu sekula na mame mengine ziko nyingi sana, istirakia judia, insania ziko nyingi sana kwa hiyo kuandika hizizo zinaitwa madhehebu fikiria akaziandika pia, kaandika vitabu vya dawa ambavyo pia alikuwa likuwa mikono mevamia, yani msingi ya dawa unalingania vipi kwa, akaenda kuandika kwa, kwa mujibu wa manhaj salaf, Sheikh Hamoud rahil Sheikh Salaf rahimahullah, kwa jamii ya Islamia rahimahullah. Na sasa kwa sababu huu ni mukaddima, tusipoteze muda sana kwenye mukaddima, lakini

katika mtazamo wangu, ambayo yanahitaji kufanyiwa dirasa, kupitiwa upya na kutiliwa umuhimu, wa fi muqaddimatiha. Na katika hayo ehe. Yani, ha katika hayo ambayo nawakumbusha kila mtu mara nyingi, hata kama ka unahitaji pesa haraka, usichukue mkopo mtandaoni. Ikiwa si kweli, hakuna hitaji la zamana na amana, mchakato wa asilimia mia mtandaoni, kuna amana na hitaji ya amana. Unaweza kukopa hadi shilingi milioni mbili. Mchakato wa maombi ni rahisi sana, bila habari nyingi za kibinafsi, unaweza kulipa

kwa sababu wengi katika wale ambao wanataka kuamrisha mema na kukataza munkar, la yafqahu aisar al usus, hawafahamu misingi nyepesi kabisa, alati yaqumu aleiha alamru bimarufi wanahi an munkar, ambayo kuamrisha mema na kukataza munkar misingi hiyo husimamia. Wengi hawajui misingi hiyo. bismillahirrahmani